Na maandamano hayo yaliendelea sehemu mbalimbali nchini huku watu sita wakiachwa na majeraha katika kaunti ya, ya Narok. Baadhi ya kaunti kama vile Bungoma na Takericho zikinakili uharibifu huku vijana kaunti ya Wasingishu na Kakamega wakikabiliwa vilivyo. Ilikuwa mguu niponye jijini Eldoret kaunti ya Wasingishu. Polisi walirusha vitu wa machozi kutawanya makundi mawili. Hii ni baada ya watu waliojihami kuvamia waandamanaji na kusababisha hali ya sintofahamu. Hata hivyo, baadhi yao walikamatwa, na maandamano dhidi ya serikali kuendelea kaunti ya Kericho. Hata hivyo, ilikuwa na uharibifu. Toroli hii ambayo ni nembo ya chama cha UDA kilivunjwa kwenye mnara wenye ghadhabu wakiivuta kuelezea kutoridhishwa na uongozi wa sasa. Baadaye waandamanaji waliwasha mishumaa kwa kumbukumbu ya wale waliosema ni mashujaa walioaga dunia mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya serikali katika kaunti ya Kakamega. Polisi pia waliwatawanya kundi la vijana waliokuwa wamefunga barabara za mji huo na kulemaza shughuli za uchukuzi. Hata hivyo, barabara zilifunguliwa na mamia ya vijana kumiminika kwa kumbukumbu za waliofariki mwaka jana wakiwa na bendera ya Kenya. Vijana hao aidha, waliikashifu serikali kwa matumizi mabaya ya mamlaka kusababisha majeraha na, na hata kifo kwa wale wanaokinzana na, na serikali. Maandamano pia yalifanyika katika kaunti za Bungoma na Narok, ambapo watu sita, wakiwemo maafisa wa, wa polisi, walijeruhiwa wakati wa maandamano hayo. Lora Oteno, runinga ya Citizen na huko mjini Mombasa, vijana pia walijitokeza kuandamana, sawa na kaunti za Machakos, Makueni na Kisii, kutetea haki ya wenzao waliouawa kwenye maandamano ya mwaka jana. Maandamano yaliendelea huku shughuli zikitatizwa kutwa nzima kwenye maeneo haya. Mapema hii leo vijana wajenzi waliuteka mji wa jenzi, wali uteka Mombasa kuanzia barabara ya Moi Digo kuelekea Kenyatta kisha kurudi tena katika barabara ya Nkrumah kote walikopita walisitisha biashara, huku maafisa wa polisi wakiwafuata guu kwa guu. Tunaandamana sababu ya haki, haki inakosekana tunakuwa tunasoma, unafika darasani, unachukuliwa na unaenda na unapotea hivyo hivyo. Maandamano ya leo ni amani, na ambao wanataka kutuma guns, wanasiasa Mombasa, mkiwatuma tutapambana na wao. We are very peaceful, hatuja kuja kuharibu mali ya watu. Hata wakiangalia nyuma, vijana wako na amani. Kila mzunguko waliofika wakikaa kupiga magoti na kutua dua kwa vijana walioangamia mwaka jana wakati wa maandamano wakati kuna grupu ambaye magunso wameanza kuingia katikati yenu, na nafikiri tutaporoka hiyo hiyo barua yenu, alafu tuweze kumalizia hapa baadaye. Waliwasilisha matakwa yao kwa kamishina wa kaunti chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi. Ila baada ya utulivu huu kundi la wahuni lilikuwa linaendeleza mashambulizi katikati mwa jiji na kulazimu polisi kufyatua vito za machozi kuwatawanya. Mombasa ikageuka kuwa mguuni ponye kwa kila aliyeshiriki maandamano. Mjini Kisii, maelfu ya vijana waliuteka mji kwa vishindo, wakiwa na mabango na bendera ya taifa. Walisimamisha shughuli na hata baadhi yao kukaa katikati mwa barabara milio ya vuvuzela ikiteka anga na moto katikati mwa barabara kata. Maneno ya extrajudicial killing, maneno ya kuwa wa, wa vijana, maneno ya kuwa wafanyikazi na maneno ya kutova taksi mjini wote. Kaunti ya Makueni, vijana wajenzi walibisha kwa vishindo na kulemaza biashara yeah! na uchukuzi wa barabara za kuingia wote, maafisa wa polisi wakishindwa kukabiliana nao, huku mmoja wa vijana akikamatwa na waandamanaji. Eh, walikuwa wanarusha mawe lakini tumewapeana kwa mikononi, eh, ya polisi. Mmoja amechukuliwa amepelekwa, lakini tukasema wadhibiti hali vile ilivyo. Machakos mjini, mamia ya vijana pia walielekea barabarani wakitaka haki kwa walioangamia mwaka jana. Matukio haya yakitatiza shughuli Machakos mjini. Amerushiwa tiagas, ikawapata kwa mguu mmoja na mwingine limepata kwa mkono, lakini tu minor injury walipata kidogo na wako sawa. Ni maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja baada ya vijana wa Gen Z walioangamia mwaka jana, na sasa vijana hao wakikariri kwamba kamwe hawatolegeza kamba katika safari ya kutafuta haki. Citizen, Mombasa. Na wakati